Ogopa sana hii kauli, hii kauli ya wanawake ya kwamba, yakwamba hata anakwambia, <coughs> nimefurahi sana kupata mtu kama wewe, alikuwa anatafuta sana mtu kama wewe hmm. Anakwambia alikuwa anatamani sana mpate mtu kama wewe. Yani, namaanisha wewe, inaonekana wewe ni mjinga, yaani kuliko wale aliokuwa nao. Yani alikuwa anatafuta mtu mjinga kama wewe. Yeah, anatafuta mtu mjinga wa mwisho mwenye ajielewe. Sasa anafureka na kupata haya, anasema roho yangu imetulia alikuwa, wale wote nilikuwa nao walikuwa si tipu yangu. Lakini wewe ndio tipu yake, naona sasa. Hapo ndio kuna tatizo sasa, hapo ndo kuna tatizo, manake naonekana huyo ni mwendeshaji wanaume vibaya sana Anatafuta mtu mwenye ajielewe. Usipokaa chonjo sasa, ndio tepo yake ameipata, anakanyaga kama ngazi. Kwa hivyo usiposhtuka, bro, mwanamke lizeni kama hiyo. Ah bro, urongo urongo.